Kwamba taarifa hiyo bado iko jikoni, punde tu itakapokuwa tayari tutakuwa wenye kukupakulia mtazamaji. Tukisonga mbele, serikali ya kaunti ya Mombasa imezindua mpango kabambe wa utupaji takataka kwa nia ya kuimarisha usafi wa jiji hilo ba, mbali na kubuni nafasi za ajira. Waziri wa mazingira na maji wa kaunti ya Mombasa, Kibibi Abdallah, amesema vijana wapatao mia tano tayari wameajiriwa kwenye awamu ya majaribio ya mpango huo. Vijana hao watapokea vijigari vya tuktuk -tuk, ambavyo watatumia kukusanya takataka mitaani na kuipeleka kwenye majalala. Vijana hawa watakuwa wana, kuna tuk -tuk, katika eno trial period, tutaanza na tuktuk 41 vijana watakuja kule mtaani Mombasa nzima kuchukua takataka. Takataka zitachukuliwa majumbani, zikitoka majumbani zitakuja katika hizi transfer center. Kwa hekima yake gavana tumeweza kukaa pamoja na mawaziri tukapitisha huu mradi na tunahakikisha mradi utaweza kufanya Mombasa iwe na nidhamu, ambayo department yangu ni kitu ambayo yapigania sana, nidhamu kwa takataka, nidhamu kwa majitaka.